Mjadala wetu unaangazia mapambano dhidi ya virusi vya UKIMWI, ufanisi, changamoto na mbinu ambazo jamii zimeweka. Hapo jana ulimwengu ulikuwa ukiadhimisha siku ya vita hivyo na kauli mbiu ya mwaka huu ni kushinda usumbufu au uvurugaji wa juhudi za kupambana na ukimwi na kubadilisha mbinu au mwitikio wa vita dhidi ya ukimwi, ikitoa wito wa uongozi endelevu kisiasa, ushirikiano wa kimataifa, na mbinu zinazozingatia haki za binadamu ili kuzika kabisa janga hilo katika kaburi la sahau ifikapo mwaka 2030. Kwenye laini ya simu ninaungana yupo Amina Molel kutoka Arusha, Tanzania. Kutoka Nairobi, Kenya, yuko mwanaharakati Stanley Ngara, maarufu kama King of Condoms au mfalme wa kusambaza mipira ya kujikinga dhidi ya VVU, na huko Oyugis magharibi mwa Kenya yuko Pamela Mahuba, mhudumu wa afya na mshauri wa masuala ya ukimwi katika shirika lisilo la serikali la AIDS Healthcare Foundation yenye makao yake makuu huko Los Angeles, Marekani, lakini yana matawi 22 nchini Kenya. Bila shaka nianze na nani? Nianze nawe Molel uh, Amina, Amina, Amina, uh, Amina Pamela, tupe taswira ya hali halisi ya maambukizi mapya. Swali hili ni kwake Pamela ukiwa Oyugi, safadhali tupe taswira ya takwimu ilivyo. Asante sana. Kulingana na sahihi, kulingana na uchunguzi ambao umeweza kufanywa na National Syndemic Disease Control Council, na MOH Kenya, mwaka wa elfu ishirini, ishirini na nne Kenya ilikuwa na maambukizi ya milioni kumi na elfu kumi na tisa mia tisa tisini na moja. Hayo yalikuwa ni maambukizi ambayo ni mapya mwaka uliopita uh-huh, na kwa sasa hivi kukulinga, ikilinganishwa na mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu sasa hivi Kenya iko katika hali ya 3, 3%. Hiyo ni mwaka uliopita na mwaka huu sasa imeweza kuongeza na nukta tatu ambayo ni 3.3%, ambayo kuna maambukizi mapya ambayo imeweza kuifanya imeweza kusonga juu ikio- ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kwa sasa hivi Kenya tunayo maambukizi ya milioni moja elfu 326 336. Hayo ni maambukizi ya wale wanaoishi na virusi vya HIV. Bado ni mzigo naam bila yes. shaka Unasema bado ni mzigo bila shaka. Kama kuna ongezeko ni tatizo, na tutakuwa tunajiuliza ni changamoto i wapi ongezeko hilo limesababishwa na nini? Lakini tu, tuvuke hadi ya Arusha, Tanzania. Kwanza kwake Amina Molel, wewe ni kijana unaishi na virusi vya ukimwi, lakini maisha yako ni mfano bora kwa vijana wenzako. Changamoto kubwa kwa waathiriwa haswa wakati huu ni zipi? Changamoto kubwa kwa waathiriwa haswa wakati huu? Changamoto kubwa ni sijajua umeongelea wakati huu vipi, naomba uulize swali lako vizuri tafadhali. Naam, wewe kama kijana bila shaka unaishi na virusi vya ukimwi mwaka tume, yeah. Tunafahamu kwamba uh, wakati huu ufadhili umepunguzwa na wanaoathiriwa bila shaka wanapata changamoto mbalimbali mbali. Hali ikoje kama mwathiriwa? Changamoto kubwa kwa kipindi kile dawa zilivyokuwa zina tishiwa kutokuwepo. Changamoto kubwa ilikuwa ni hofu kiukweli, watu wengi sana tulipata hofu tuli, kila mtu alishaona kwamba sasa ndo nakufa sasa ndo napoteza kila kitu, na hawakuamini kama kwenye vituo wanapopatia huduma kunaweza kuwa na ziada ya, ya, ya dawa ambayo inaweza kuwasaidia wengi walikuwa wanatamani kurundika dawa nyumbani, anatamani apate dawa nyingi, dawa nyingi, na kwa sababu sona nao tulikuwa na dawa, kulikuwa na dawa kidogo, kwa hiyo bado dawa zilikuwa ni za kugaiwa, ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu ile hali ilipotea na watu wakapata tumaini jipya, lakini changamoto kubwa ilikuwa ni Naam, shukrani sana yeah. Hofu na watu kukata tamaa. Nije yeah, kwako ndugu Stanley Ngara, tunapozungumzia matumaini na njia mbalimbali mbali za ubunifu kupambana na maambukizi mapya, kampeni yako bila shaka inapata maana wewe umeitwa mfalme wa kusambaza mipira ya kondomu. Hebu tuambie kampeni yako imekuwa na tija kwa kiasi gani katika vita hivi? Kampeni yangu bado unang'ang'ana, asante sana, naendelea kama mfalme wa mipira za kujikinga Afrika, na huzuni kubwa ni kwamba Afrika ndio tunaongoza inakuwa na idadi ya watu wale wengi wanaishi na virusi vya UKIMWI. Tukiangalia namba moja ni kama Afrika Kusini, wana zaidi ya milioni saba. Tunaangalia India ndio namba mbili, ina, ina milioni mbili. Uh, Mozambiki ni milioni mbili, lakini tukiangalia Afri, uh, uh, Kenya, Uganda na Tanzania tuko hapa, tumepambana na milioni moja Tanzania ikiwa na milioni moja na nukta saba Uganda ikiwa na milioni moja na, uh, na nukta nne na Kenya milioni moja na nukta tatu hapo. Hivyo tunang'eng'ana, lakini idadi kubwa ni vijana wa miaka kumi na tisa mpaka ishirini na nne au ndio wameadhiriwa sana na matumizi ya kondo, mkoa wa vijana inakuwa pia wanang'ang'ana, sababu hawana fedha ya kununua mpira ya kondomu. Uh, watu kama AHF ambao tumefanya kazi nao walikuwa wanalete kondomu Kenya, wanasaidia serikali ya Kenya, na sasa hivi kwa vile wamekabiliwa na hawawezi leta sababu ya ya taksi ufadhili kupunguzwa, ufadhili kupunguzwa ndio hiyo imeonekana hatuwezi kuwa na Kondom za bure ile mtu unaenda unaipata pale kwa choo unapata pale kwa kwa vijana hawawezi pata sasa, lazima wanunue. Na ukiangalia bei ya kondomu na bei ya kununua chapati na madodo inapatikana, chapati madodo ni rahisi kuliko kondom. Kijana anashindwa kwanza, ni kule ama ninunue kondom hapo. Tuna, tuna sana tunang'ang'ana. Stanley, unahisi kwamba hiyo ni mojawapo ya sababu ya ongezeko la maambukizi mapya? Hiyo ni moja ya. pili ni ni ngono kati ya wazee na vijana wakita, wakienda kutafuta fedha, sababu saa hizi tunasema kuna ukosefu wa fedha na, na ajili ya vijana ambapo pale kuna mahusiano ya wazee na vijana, na pale vijana pia hawezi kuwa na ile ukali ya kutetea haki yao ya kutumia kondom kwa wazee. Wazee ndio wako na ile nguvu ya fedha, nguvu ya kusema na vile heshima wanachukua ile, ndio wanasema wana, wana vile ngono itaendelea. Hiyo pia inagonga vijana vile vile. Tumekuwa na wanaume wakifanya ngono na wanaume na sasa vile vile fedha na vile ya uh, kukosa uh, elimu ya kutosha, unapata hawatumii mipira, sababu mwanaume maybe anasema mi siwezi pata mimba, mbona nitumie, bona nitumie mpira. Lakini vile vile vile kupata virusi ni, ni rahisi kwa vijana kwa vijana wakionana uh, sababu ya vile maumbile iko. Ya tatu tunasema ni vijana wako na wapenzi wengi. Wapenzi wengi, kuna mmoja wa kulipia nyumba, mwingine wa kuwaraha, mwingine ni wanasema sponsor. Hapa Kenya tunasema sponsor, pale South Africa wanasema bresa unao, nimetembea huko na unapata ya kwamba hapa hivi kwa multiple, kwa wa, wa ma, watu wengi wa kufanya ngono. Kama una zaidi ya mtu mmoja unafanya ngono nayo, uh, una, unaweza kupata virusi mara nne ya ule mtu ambao ako na mpenzi moja ama afanye mapenzi wewe uko na unaweza pata virusi rahisi kama uko na mpenzi zaidi ya moja. Asante, asante, Stanley ashaku. Msimatusi msikilizaji na mtazamaji, miongoni mwa misamiati inayotumika ni kwa uelewa rahisi na inafungamana na mada yenyewe. Turudi kwako Amina Molel, kama kijana unahisi kwamba vijana wamehamasishwa vya kutosha tulidhania kwamba wameelimika, wanafahamu na wao wenyewe wanapaswa kuchukua kinga stahiki, lakini inavyoonekana wao ndio wako katika hali hatari zaidi. Wanakwama wapi? Nadhani kuelimisha vya kutosha, wameelimishwa za kutosha ni kweli, lakini kinachowafanya wanakwama vijana ni mihemko. Vijana wanakwama, na ukiangalia sasa hivi sasa hivi eh, wa, wa, wa, watoto wa sasa hivi wanazaliwa ni wazuri sana, kwa hiyo wasichana wanakuwa ni wazuri, na wanapokuwa wanakutana wenyewe kwa wenyewe, wanajikuta tayari wanaaminiana, kwa sababu wanakuta kijana ana afya nzuri, mtoto wa kike ana afya nzuri, mtoto wa kiume ana afya nzuri. Hata hawawazi kama kuna magonjwa ya, ya ngono, ikiwepo hili ambalo ni tishio kwa miaka mingi la HIV kwa hiyo kinachokwenda kutokea mbali na kuaminiana, kuaminiana tu kwa imani ambayo wamejiwekea, lakini pia kutokuwekana wazi, kwa sababu ni wengi ambao wanazaliwa na maambukizi ya VVU, wanakuwa vijana, wanakuwa wanashiriki ngono tu bila huyu kumwambia huyu wala huyu kumwambia huyu. Lakini kitu kingine wanakuwa hawaamini, yaani bado wanaile vijana, bado wanaile kupima kwa kuangalia bado hawaamini kama kijana mwenzio anaweza kuwa na maambukizi. Kwa hiyo kinachotesha vijana hmm, na kunyanyasa hadi wanapata maambukizi kwa wingi ni kuaminiana, yani imani, yani kuaminiana kumekuwa ni kwingi kuliko mtu ku, kuilinda afya yake binafsi. Asante sana dada Pamela, juhudi zipi ambazo mnafanya kando na ndugu uh, Stanley amesema kwamba hapo awali mlikuwa mnasambaza uh, mipira ya kujikinga kwa wingi, lakini ufadhili ulipopunguzwa au ulipoondolewa, basi hiyo imekuwa ni changamoto. Mnawafikia vipi hawa vijana ambao wako katika hali hatari, ama mnasubiri tu waje katika vituo vyenu? E, imekuwa ni changamoto hapo kuweza kuwafikia hawa vijana kuwapa masomo kuhusu jinsi ya kuishi wasiweze kuambukizwa virusi. Hasa katika shule zetu zilizoko nchini Kenya, masomo ya HIV sijaona kama inaweza kutiliwa mkazo, ili wakati wanapoendelea na masomo yao kawaida wakaweze kujua kwamba virusi vya HIV bado vinaweza patikana kwa hao vijana ambao ni wachanga, juu wengi wao wanaamini kwamba huo umri wao si rahisi waweze kuambukizwa. Wanajua watu ambao ni wana umri wa juu watu wazee hawa ndio wanaweza kuambukizwa virusi vya ukimwi. So tunajaribu kuwapa mafunzo haswa wale tayari wana virusi vya HIV na ni wana umri wa vijana hawa, tunajaribu kuwaelimisha kwamba waweze kukua huru, kuweza kuwaambia wapenzi wao kwamba wanaishi na virusi, ili waweze kuwazuia wasiweze kuambukizwa na virusi uhuru wa kujieleza kwa wanaopendana na masomo katika shule zetu. Uh, ushauri mzuri. Kauli ya mwisho kuhusu hali hii ambayo inatusibu sisi sote kama jamii ulimwenguni, haijalishi uko wapi, kwa sababu kuna uwezekano mtu wako amefariki kuna uwezekano rafiki yako, jamaa yako ameathiriwa kwa namna moja au nyingine. Ushauri kuntu ile faridi ile spesheli kabisa, sekunde thelathini kwa kila mmoja. Naanza nawe Stanley, kwamba Afrika na Kenya tuko na jukumu, sababu ya mimba ya mapema ya wasichana ambao wako wa miaka uh, kumi na tisa kwenda chini imeongezeka hapa uh, uh, Kenya pia vita ya eh, tunasema gender-based violence, ambapo ni ya pia vijana inaongezeka, na tunatakiwa kutoka na tuanze kupigana na makali ya virusi ya ukimwi ambayo inaendelea, na masomo iendelee kwa juu, na tuko tayari kuzunguka Afrika na kujaribu kumaliza uh, unyanyapaa ya virusi ya ukimwi. Naam. Dada Pamela, uh, naonelea kwamba tunazi tunafaa kuzidi kupeana mafunzo kuhusu jinsi ya kujikinga mtu asiambukizwe ama vijana wetu wasiweze kuambukizwa virusi vya ukimwi. Mwanzo kabisa, kunayo dawa ambayo inaweza kumkinga mtu asiambukizwe virusi katika masaa sabini na mawili ambapo wakiwa na hayo mafunzo, wakiwa wameelimishwa, wataweza jua jinsi ya kujizuia wasiweze kuambukizwa virusi, iwapo wameweza kuhusika katika kitendo ambacho kinaweka katika hali hatari, dawa ambayo inaitwa PEP. Mtu akishahusika kimapenzi bila ya kinga, anaona ako katika hali hatari, anafaa kimbio hospitalini, apewe dawa ambayo itaweza kumzuia asikuwe katika hali hatari ya kuambukizwa. Kuna wale ambao wanaishi na wale ambao wana virusi na kuna wale pia wanafanya kazi hiyo ya kufanya ngono katika ma kutafuta hali yao ya kila siku, si wanafaa watafute njia ya kujikinga, ili wasiweze kuambukiza wenzao ama wasiweze kupata virusi vya UKIMWI. Kuna hiyo dawa ambayo inaitwa PrEP ambayo itawasaidia wale ambao wanaishi katika hali ambayo mmoja wake ana virusi na mwingine hana. Mpenzi wako ana virusi, na wao una utatumia hiyo dawa, inaitwa PrEP na itaweza kuzuia maambukizaji ya virusi kutoka kwa ile ambayo na virusi kukuja kwa huyu mwingine. Na pia wanapoelimishwa jinsi ya kutumia kondomu Kenya, hapa Kenya anajua mafunzo ya kondomu, mara mingi watu wengi wanaona uoga wa kuweza kuelezea watu jinsi ya kutumia. Yanafaa kuwa ni mafunzo ambayo yanawekwa hadharani ili watu wakaweze kujua kwamba hii ndio kinga ambayo itasaidia mtu asiweze kuambukizwa virusi vya HIV. Asante sana Pamela. Amina, nitakupa angalau nusu sekunde zaidi, pia uzungumzie suala la unyanyapaa, maana limetajwa. Je, unahisi kwamba uh, unyanyapaa ni jambo ambalo limetokomezwa ama lingalipo na linachangia katika kuenea kwa virusi vya UKIMWI? Unyanyapaa ni jambo ambalo linachangia sana kuenea kwa virusi vya UKIMWI, lakini kilichofanikiwa ku, ku- ku- ku- kupewa elimu sana na angalau kimepungua ni kunyanyapaliwa na jamii tunazoishi nazo, lakini unyanyapaa mwingi uliobaki na ambao unatutesa ni kujinyanyapaa binafsi kujinyanyapaa binafsi kunafanya mtu anashindwa kuweka wazi hali yake ya maambukizi anapokuwa yuko na watu waliomzunguka, anashindwa kutumia dawa zake vizuri, anaposhindwa kufika kituo cha afya kwa wakati, kama amepatwa na tatizo lolote au na dharura nyingine anashindwa kumwagiza mtu amfuatie dawa, hivyo anashindwa kuwa na ufuasi mzuri wa dawa, kinachochangia maambukizi ya virusi vya ukimwi kuendelea ni kujinyanyapaa binafsi. Unyanyapaa binafsi umekuwa ni mkubwa zaidi kuliko kunyanyapaliwa na jamii. Mm. Unyanya jamii unyanyapaa katika jamii umepungua sana. Shukran sana msikilizaji, mtazamaji, mfuatiliaji wetu. Takwimu ulimwenguni kote ni kwamba watu milioni arobaini na nane nukta nane walikuwa wakiishi na virusi vya ukimwi kote duniani mwaka uliopita. Watu laki sita na thelathini elfu waliaga dunia mwaka uliopita na kulikuwa na maambukizi mapya milioni moja nukta tatu.